Ya ibn ukhti, wallahi naapa ewe mtoto kuna, alhilal, thumma alhilal, thumma alhilal. Mta, wa dadangu ambaye ni urwa in kunna lananzuru ila alhilal thumma alhilal thumma alhilal, ilikuwa tukitizama mwandamo wa mwezi yani tunahesabu nanzuru bimaana nahsib, ilikuwa tunahesabu mwandamo wa mwezi. Mwezi unaingia unamalizika, unaingia mwandamo wa pili wa mwezi unamalizika mpaka unaingia mwandamo wa tatu mwezi hii ni miandamo mitatu ya mwezi katika miezi miwili. Miezi miwili tumemaliza, lakini tumeona miezi mitatu mipya. Yaani thalatha ahila, kwa hiyo hisabu. Anamwambia mtoto wa ndugu yake Urwa, Aisha radhiallahu anha, anamwambia wama uqida fi abyati rasulillah sallallahu alayhi wasallam nar. Huo muda wote niliokutajia miandamo mitatu ya mwezi muda wa miezi miwili inapita katika nyumba za Mtume sallallahu alaihi wasalama zote, hakuna moto unaowashwa. Hakuna moto unaowashwa, moto unaowashwa na kusudiwa, moto unaowashwa wa kupika chakula hakuwashwi. Moto wa kupika chakula, kwa sababu chakula chenyewe hamna cha kupikia. Utapika chakula ikiwa kiko kama ni ngano, kama ni buri, kama ni nyama, kama ni nyinginezo mchele, lakini chakula chenyewe hakuna cha kupikia. madha tatbakh, hiyo ndio balagha ya kusema hakuwashwi moto katika nyumba za mtume sallallahu alaihi wasallam. qult Urwa ibn Zubair akafahamu maana ya ibara hiyo ya kwamba katika nyumba za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuwashwi moto kupika chakula kwa hiyo akastajabu kwa, kwa haya maneno na kuhuzunika, akamuuliza khalati yake Aisha radhiallahu anha, ewe khala, hivi basi mulikuwa mkiishi vipi? Mkila nini? Yani muda huu wote unapita na nyinyi hampiki hamna chakula cha kupika, sasa chakula chenu ili muweze kuishi, mulikuwa mnakula nini? fama kana yuishukum, kitu gani ambacho kilikuwa bado kina

kama ambavyo kuna fiqhi ya ahkam, kama ambavyo kuna fiqhi ya saira inaitwa fiqhu saira, kuna fiqhi kadhalika ya lugha. Katika somo la fiqhi ya lugha unafundishwa kwamba kuna unaweza kutajiwa neno moja ambalo linamaanisha vitu viwili moja, lina na tamko lile moja linatokamana na mmojawapo wa vile viwili, ala sabili taghlib, vitu viwili ambavyo vinaitwa aswadan atamru walma kama alivyofasiri Aisha, nyeusi mbili katika maji na tende. Iliyo nyeusi ni tende, maji siyo meusi, lakini ikapita kitu kinaitwa taghlib yani, ikachukuliwa ghalaba ya tende, ikakusanywa pamoja na maji maji pamoja na tende, katika lugha ya Kiarabu ikaitwa aswadan. Kwa hivyo mtu akikwambia akaltu al aswadaini alaswadaini, nimekuja nimekula nyeusi mbili, katika lugha ya Kiarabu mwarabu hatoelewa isipokuwa tende na maji. Hivi ndivyo ilivyo katika lugha ya Kiarabu na ipo mifano mingine mingi. Kwa hiyo Aisha radhiallahu anha akamjibu, akamwambia tulikuwa tunakula tende na maji peke yake illa annahu qad kan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jiran min alansar. Na kaongezea kadhalika Aisha, Aisha radhiallahu anha ili atoe taarifa kamili ili asionekane kwamba kuna baadhi ya maalumati mengine ameificha au ameipunguza katika taarifa hii, anatoa taarifa kamili Aisha radhiallahu anha, ya kwamba tulikuwa tunakula tende na maji, ndio chakula chetu, hakuna chakula nyumbani, isipokuwa kulikuweko pia kadhalika na jirani yetu ambaye alikuwa akitupa wanyama wa mifugo wanaotoa maziwa. Manaih katika lugha ya Kiarabu ni jamu ya maniha. Maniha ni mnyama e, e, ng'ombe au ngamia au mbuzi, ya wanaotoa maziwa ambaye mtu anayeweza kukupa kwa lengo la wewe kufaidika na yule maziwa. Yeye ana wanyama wake wa maziwa, sasa ataka kukutunuku na wewe pia akupe zawadi na wewe ufaidike na maziwa. Badala ya yeye akukamulie maziwa ya ng'ombe wake, aweza kukuletea ng'ombe nyumbani na wewe pia ufaidike naye. Kwa hivyo wewe utaendelea utamlisha, yule maziwa yule ng'ombe, mpe chakula na yeye apate kukupa maziwa. Sasa sema hiyo ndio maziwa ambayo

nemeshwa sisi na Allah subhanahu wa ta'ala kila leo, kama ambavyo sisi waumini na waislamu wa karne hizi na miaka hii na wakati huu, namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametutunuku kwa neema zake nyingi. Tunamwomba Allah azza wa jalla adumishe neema hizi na sisi kadhalika atupe taufiq ya kuweza kumshukuru yeye subhanahu wa ta'ala kwa neema kama hizo.